Sina budi kutoa shukrani za dhati tena kwa bodi ya chama, wanachama na wadau wote wa ushirika kwa kazi nzuri mnayoifanya kupitia ushirika huu, hasa kwa kutekeleza jukumu kubwa la serikali la awamu ya sita katika mkakati wake wa kupunguza umaskini kwa wananchi waliopo mkoani Mbeya kwa kuboresha huduma zinazotolewa na ushirika huu wa Lulu Saccos pia natoa shukrani zangu za dhati kwa nafasi hii niliyoipata ya kuongea na wanachama wote wa Lulu Saccos leo. Aidha, naomba kutumia hii fursa kuwapongeza wanachama wote wa Lulu Saccos. Chama hiki ni mojawapo ya vyama vya ushirika vya akiba na mikopo vikubwa na chenye ubora katika mkoa wetu wa Mbeya na taifa kwa ujumla. Hongereni sana. Mwenyekiti wenu alijaribu kunipitisha kidogo nilipokuwa hapo nje kwa kweli, ninawapongezeni sana kuwa katika kumi bora la vyama vya ushirika hapa Tanzania. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa la kujipongeza na kujipiga kifua, ndugu wanachama, mabibi na mabwana. Nimeambiwa maadhimisho haya ni ya kumi na moja tangu uundo ushirika huu, hivyo niwapongeze sana kwa kuendeleza ushirika, kushirikiana na kujitoa kwa ajili ya chama chetu cha Lulu Saccos. Hongereni sana lakini lengo la maadhimisho haya nimeambiwa kwamba ni hasa kuona chama tunakitangaza, lakini kukutanisha wanachama na jamii nzima inayokizunguka chama na kutoa elimu na mafunzo ya ujumla kwa wanachama wa Lulu Saccos. Naamini haya yote toka asubuhi yameweza kufanyika, si ndio jamani? Pia kutoa misaada, sadaka mbalimbali kwa jamii ya Kitanzania ambayo imekuwa kama shukrani kwa kuendelea kukiamini chama chetu Hali hii imekiwezesha chama kuongeza wanachama wake mpaka kufikia mia nne tisini na tisa. Hongereni, ongereni sana. Lakini pia napenda sana kupongeza bodi ya uongozi wa chama, wanachama wa Lulu Saccos pamoja na watumishi wenu kwa uaminifu na jitihada mnayoifanya kwa maendeleo ya chama. Hongereni sana. Nimeisikiliza risala. Uh, mlipoanza naambiwa wale wa mwanzoni kabisa mlianzia na milioni kumi na tatu mkapambana mkafika milioni saba nane, leo amini bilioni saba. Uh, sasa hivi ni bilioni kumi na saba. Tujipigie makofi haya. <coughs> Mambo mazuri nani hayataki? Ndio maana nimeomba ile nafasi moja, hesabu ikae vizuri. Ndugu wanachama, mabibi na mabwana, Nimedokezwa kuwa maadhimisho haya yatafanyika kwa siku tatu. Hongereni sana uongozi. Inaonyesha dhamira ya dhati kabisa kuona kwamba kila mwanachama anapata uelewa wa kutosha kwa lengo la kuona kwamba na yeye anakwenda kukua kadiri siku zinavyokwenda. Katika siku hizo tatu itatolewa elimu juu ya ukataji wa bima kupitia kampuni iliyoanzishwa na chama cha udalali wa bima Lulu Saccos Insurance Broker Company Limited. Itatolewa elimu na mafunzo kwa wanachama viongozi, pamoja na watendaji wa Lulu Saccos itakayowajengea na kuwaongezea uwezo juu ya kuimarisha chama katika ushirika huu pia mtatoa misaada na sadaka sehemu mbalimbali. Naendelea kuwapongeza ndugu zangu, wanasema elimu ndio ufunguo wa kila kitu kwenye maisha, na elimu haijawahi kukamilika, tutaendelea kujifunza mpaka siku yetu ya mwisho. Kwayo, kwa hiyo kwa nyinyi kukaa hapa siku tatu kupatiwa elimu hizi zote, namna ambavyo zimepangwa na bodi yetu mimi ninakiona hiki chama kinakwenda kuwa bora sana, kwa sababu watu wameelimika, na hivyo mtafanya vizuri. Na hata wale wachache ambao walikuwa na legalega, kupitia elimu ya siku tatu, ninaamini tutakwenda kufanya vizuri zaidi katika maeneo yote. Wanachama wa Lulu Saccos, endeleeni kukiamini chama chenu kwa kuendelea kuchukua mikopo, kuweka hisa na akiba za mara kwa mara, ili kuongeza mtaji wa ndani pia nasisitiza kwa wanachama mwendelee kutumia huduma za uwekaji amana. Wanachama wote wa Lulu Saccos nawaasa kuwa maendeleo ya Lulu Saccos hayatakuwepo endapo mtashindwa kufanya marejesho ya mikopo kwa wakati. Hivyo hakikisheni mnapopata mikopo ya biashara mnafanya marejesho kwa wakati. Lakini vilevile, katika risala ombi ilikuwa ni kuona serikali inaweka nguvu kuhakikisha elimu inaendelea kutolewa kwa wanachama wote. Mimi hili nalibeba, nalifikisha kwenye wizara husika ili kuona kwamba Lulu Saccos yetu ya Mbeya inaendelea kupata elimu kutoka ngazi mbalimbali za kitaifa, kimkoa na ngazi hata ya wilaya sera na sheria zitakazowezesha ushirika uendelee kuboreka na lenyewe pia nimelipokea kutoka kwenye risala, na niseme nitakuwa balozi wenu kwa wizara husika kuhakikisha haya mambo yote serikali inafanyia kazi. Na tunafahamu fika serikali ya awamu ya sita inaongozwa na mwanamama mahiri, mwanamama ambaye kwa kweli hana ajizi katika kuona mambo yanakaa vizuri. Dkt. Samia Suluhu Hassan, yeye ni mama anayependa kuona uwekezaji uh, kuanzia ngazi ya chini unaimarika. Hivyo hata aliyowateua na kuwaweka katika wizara inayosimamia masuala ya ushirika na wenyewe wako vizuri. Kwahiyo niwatoe hofu, ili swala litafika linapotakiwa kwa nesho ya Lulu katika idadi ya wanachama 499 wao ni asilimia 33 tu, lakini tunaendelea kuhakikisha idadi yao inaongezeka mwaka hadi mwaka. Lakini kundi lingine ni la wanachama vikundi, ambao wanaingia kama kikundi na tunawahudumia sasa. So, kwenye, kwenye hivyo vikundi wako wa umri mkubwa lakini wako na, na kundi la vijana. Uh, kwa niaba ya ya wanachama wa chama cha akiba na mikopo Lulu nitumie nafasi hii kuko kushukuru kwa kukubali mwaliko wetu wa kushirikiana nasi kwenye maadhimisho haya ya 11 kwa mwaka 2025. Historia fupi ya Lulu Saccos. Ndugu mgeni rasmi, Lulu Saccos Limited ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kinachofanya shughuli zake katika mkoa wa Mbeya. Chama hiki ni muungano wa wafanyabiashara na wajasiriamali wa wanaofanya shughuli zao katika mkoa wa Mbeya. Aidha, Lulu Saccos Limited ilianzishwa kwa wazo lililotokana na kikundi cha kijamii chenye wanachama hamsini wenye asili ya talafa mbili za Lupila na Lupalilo zilizopo wilayani Makete katika mkoa wa Njombe waishio Mbeya mjini. Wanachama hao waliungana kwa lengo la kusaidiana katika masuala ya kijamii. Lulu Saccos Limited ilisajiliwa na mrajisi msaidizi Mbea tatu wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya tarehe 13 mwezi wa 3 2007 na kupatiwa namba ya usajili MBR na 737. Lulu Saccos si ilianza na mtaji wa shilingi milioni kumi na tatu kwa mgawanyo ufuatao: hisa 750 zenye thamani ya shilingi milioni saba na laki tano akiba za wanachama zenye thamani ya shilingi milioni tatu na laki tano viingilio vyenye thamani ya shilingi milioni mbili Dugu nasi chama kina wanachama 499 mpaka kufikia tarehe 31 mwezi wa 12 2024 chama kina jumla ya mali na dhima ya kiasi cha shilingi bilioni 17 milioni 168 418,274. Maadhimisho ya wiki ya Lulu. Ndugu mgeni rasmi, maadhimisho haya kwa mwaka huu 2025 ni ya 11 tangu kuasisiwa kwake. Kuanzishwa kwa maadhimisho haya kulitokana na mapendekezo ya viongozi waliokuwepo na kupitishwa na mkutano mkuu. Maadhimisho haya hufanyika mwezi Machi ya kila mwaka na malengo ya kufanya kwa maadhimisho ni kama yafuatayo: namba moja, kufanya tathmini ya mpango kazi shughuli za chama na huduma zinazoendelea kutolewa kwa wanachama wa chama hiki. Namba mbili, kutoa elimu na mafunzo ya ujasiriamali kwa wanachama ili kuwajengia uwezo na kuwaongezea mbinu kwenye nyanja mbalimbali mbali za kiushirika. Namba tatu, kutangaza shughuli za chama katika jamii inayotuzunguka. Namba nne, kuwa na muda wa kuijali jamii, kwani kwa kufanya hivyo tunatekeleza msingi wa saba wa ushirika duniani kwa kuijali jamii. Namba tano, kupata nafasi ya kuchangia maendeleo katika miradi mbalimbali mbali ya huduma kwa jamii tolewayo na serikali yetu. Namba sita, kujenga umoja, mshikamano, upendo na maelewano miongoni mwa wanaushirika wa Lulu Saccos ili waweze kushirikishana katika mipango ya shughuli zao za kibiashara na kijamii. Wiki ya Lulu Saccos huwaleta pamoja wadau mbalimbali wa ushirika kwa lengo la kubadilishana uzoefu wa changamoto za kiushirika. Ndugu mgeni rasmi, Lulu Saccos Limited imekuwa ikitoa huduma kwa wanachama kama kuwauzia hisa za chama kutunza akiba ili kujiongezea uwezo wa kukopa katika chama kuweka amana zao kwa ajili ya kuhifadhi fedha sehemu salama na kutoa mikopo kwa wanachama wanaohitaji kwa masharti na gharama nafuu. Pia chama hiki kinatoa mikopo ya aina mbalimbali, na hadi sasa chama kinatoa mikopo ya aina kumi na tatu. Mikopo hii hutolewa kwa wanachama na watumishi wa Lulu Saccos Limited tu mikopo inayotolewa hadi sasa ni kama ifuatavyo: kuna mkopo wa biashara, kuna mkopo wa mazao, dharura, maendeleo, elimu, ma, mkopo maalum wa biashara, mkopo wa watumishi niwezeshe, uwakala wa bidhaa na huduma, mkopo wa vyombo vya moto, elimu kwa watumishi, mkopo tangulizi kwa watumishi, lakini pia mkopo wa kumi na tatu, mkopo kwa vikundi vivyo hivyo. Chama hiki kuanzia mwaka 2007 hadi kufikia mwezi Disemba 2024, kimeshatoa mikopo yenye jumla ya Tanzania shilingi bilioni 162 milioni 781 ziro